sababu sisi ni ndugu, sisi polisi lazima tufanye kazi kwa kushirikiana kwa pamoja. Sisi tunawategemea jeshi la polisi, tunawategemea nyini ambapo usalama utaezea na nini. Wewe sisi sote, hali ikiwa sio salama tuwezi kupata nafasi za kuswali. Kwa hiyo lazima tuhakikishe kwamba tunashirikiana kwa pamoja, au maarifu tunaishikana tunawafahamu wengine

Kuna watu sasa wanaitwa fair kutoka ndani ya kampuni yao. Vitu vya dhamana kutoka ndani ya kampuni. Mtu anachukua fedha kiasi kikubwa cha fedha kutoka benki. Anaweka kwenye gari yake. Alafu anaondoka, anapaki gari, anaenda sehemu kwa chakula, anaenda sehemu kwa kula. Amebeba fedha bilioni 50 milioni ishirini. Ni fedha kubwa. Akwachia hata kuota kwa ndoto. Wanafunga, wanafunga gari, wanaondoka. Sasa watu wanafuatilia

Hili ni adani sana mope, tunapoteza fedha kwa kitu kidogo sana. Kuna watu wakishapata magari yao wanaacha fedha kwenye gari wanaenda kulala, watu wanakuja vio wanatumia fuko za bandia wanaiba fedha, lakini tukiweza kuchukua tahadhari kutowatamanisha atwataanishawaatunatumia huwa tunatafuta fedha tunajipokeza wauseme

Sisi nakulizi kujipanga, tutafanya doria, tuhakikisha kwamba unakuwa salama, lakini hii itautendana kwa pamoja. Mimi nawahakikishia kwamba amani tolefu inawezekana katika mkoa wetu, lakini koe ishirikiae kwa pamoja. Niwatakie kutema. Asanteni sana.